Mkutano wa leo kama nilivyoeleza kwa awali ni mwendelezo wa mikutano ambayo wadau hao wamekuwa wakikutana tangu walivyokutana mara ya kwanza tarehe 18 mwezi Machi mwezi 2015. Mwaka 2015 vilifanyika vikao vitatu ambavyo vilianza kuzungumzia tatizo ambalo limekuwa ni tatizo sugu na linalotia doa taifa linalohusiana na mauaji ya watu wenye walbino ukataji wa viungo vya watu wenye albino na unyanyapaa ambao ulikuwepo kwenye jamii na umeendelea kuwepo kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo mwaka 2015 tulifanya hivyo vikao na katika serikali ya awamu ya nne katika kuunga mkono jitihada za wadau hawa, mtakumbuka tarehe 13 mwezi Juni mwaka 2015, rais wa awamu ya nne wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jakaya Kikwete aliongoza E, siku ya kimataifa iliyokuwa inasherehekewa Tanzania kwa mara ya kwanza katika kuhamasisha haki za watu wenye ualbino. Mkutano huo ulifanyika Arusha na baada ya pale serikali ilitoa ahadi ya kuongeza e, bajeti katika eneo la kuhakikisha kwamba haki za watu wenye ualbino hasa kwenye mahitaji yao ya kiafya e, zinaongezeka katika bajeti ya serikali. Lakini vile vile tunajua baada ya uchaguzi mkuu na ikaingia serikali ya awamu ya tano kuna hatua mahususi ambazo zilionekana zilizoanza kuchukuliwa na serikali ikiwemo kwa mfano tunajua aliteuliwa dk. Abdalla Posi kuwa naibu waziri wa ofisi ya, ya waziri mkuu na aliyekuwa na majukumu rasmi ya kusimamia haki za watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kikao hiki kilitambua, kimetambua jitihada mbalimbali hizo, lakini kabla ya kutambua hizo jitihada, tuseme kikao hiki tumekiitisha baada ya kuibuka taarifa ambavyo tunashukuru vyombo vya habari na niendelee kuwashukuru vyombo vya habari kwa kuendelea kwele kutangaza matukio ya unyanyasaji wa haki za watu wenye ualbino. Mmetangaza katika kipindi cha wiki mbili tatu zilizopita tatizo lililozuka la ufukuaji wa makaburi ya ndugu zetu waliofariki wenye ualbino na wakazikwa. Imetokea tatizo la ufukuaji wa makaburi kwa tathmini yetu na taarifa zilizotolewa mbele ya kikao hiki ni tatizo ambalo kumbe limekuwepo tangu miaka elfu mbili na sita lakini sasa hivi inaonekana limejitokeza kwa nguvu, na tuwashukuru kwa kulitangaza na limeonekana kama tatizo ambalo sasa tunahama, ingawaje nadhani matatizo haya bado yanaendelea, lakini kama vile sasa tumeanza kufuatilia. Tuliwanyima haki wakiwa huru, wakiwa hai, sasa tumeanza kuwafuatilia wakiwa wamepumzika mbele ya haki. Niwashukuru waandishi wa habari kwa kulizungumzia hilo. kwa hiyo tukasema kwamba tunatambua jitihada za serikali nimezitaja hizo za awamu ya nne na awamu ya, ya tano kuanzia uteuzi wa Dr. Posi katika nyadhifa mbalimbali na tuapongeza rais kwa hilo. Tumetambua kwamba kupitia kamati za ulinzi na usalama hasa katika ngazi ya wilaya na katika ngazi za vijiji na haya ni majukumu yaliyoko chini ya serikali za mitaa kuendelea hasa katika maeneo sugu ambayo ni kanda ya ziwa na limeanza kujitokeza kanda za nyanda za juu na mikoa kadhaa ikiwemo Tabora, Shinyanga, Mwanza na mikoa mingine, kwamba tunaomba waendelee na jitihada za kuongeza ulinzi katika maeneo wa ambayo watu wenye albino wa wanaendelea kuteswa ama kwa ukataji, kutekwa nyara, kuna watoto wanapotea au watu wanapotea na haijulikana kama wameuawa au vipi. Tunaipongeza serikali kwa kuendelea kuwepo na vituo ambako, ingawaje tunasema hivi vituo visiwe vya kudumu, kwa sababu hali itakapotengemaa ni vema ndugu zetu wakaishi katika jamii kama alivyo raia mwingine. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kila mtu ana haki sawa, amezaliwa huru na ana haki ya kuishi mahali popote. Vituo hivi vipo, ni vya muda vya kutoa usalama kwa watu wenye kutishiwa maisha yao au uhai wao, kama hivi vitendo vya kuwakata viungo. Kwa hiyo vituo kuwepo ni vya uhifadhi. Tunaomba kutoa pongezi kwa serikali na viimarishwe, ili angalau katika kipindi cha mpito wakati hatujapata hali ya usalama hali yao iendelee kuwa ya amani. Tunaipongeza mahakama kwa kutoa kipaumbele kwa uendeshaji wa kesi zilizofikishwa mbele yake za watu waliotuhumiwa na makosa ya ama mauaji au ukataji wa viungo vya watu wenye ualbino, na hapa nipongeze jeshi la polisi kwa upelelezi uliofanyika na ofisi ya mwendesha mashtaka kwa jitihada zao, ambazo mpaka sasa wametuarifu kwamba zimetolewa hukumu katika kesi saba ya kesi ambazo zilifikishwa mbele ya mahakama. Jitihada ya hizi asasi zisizo za kiraia hususan ambazo ziko mbele yetu, lakini naamini huko wengine Tanzania kuna asasi kama hizi ambao wanaendelea kufanya jitihada ya kutetea haki za watu wenye ualbino ni jitihada ambazo zina ni kuunga mkono jitihada ya serikali na Watanzania kwa ujumla kukemea eh, matatizo haya na kuunga mkono kuwapa faraja ndugu zetu wenye ualbino. Sasa katika mazungumzo yetu tumetambua kuna changamoto kadhaa, ntazisoma. Changamoto ya kwanza ambayo tumekubaliana kwamba tutajitahidi sana kuipunguza ili tuwe na sauti ya pamoja, kulikuwa hapo awali na tatizo la kuonekana kwamba hata takwimu ya nani waathirika, nani wameuliwa, nani wamekatwa viungo, kama hata takwimu bado tunabongana bongana. Tumekubaliana tuwe na jitihada za pamoja za kuhakikisha kwamba takwimu zinazopatikana na tumehakikishiwa na mwendesha mashtaka kwamba mpaka sasa hivi takwimu ya zile kesi ambazo zimefanyiwa upelelezi hizo hazina utata, lakini bado kuna takwimu, kwa mfano ni watoto wangapi wame wametekwa au wa kupotea ni watu, kesi zipi ambazo zinawezekana zikawa zikafikishwa mbele ya vyombo kama jeshi la polisi, bado kuna utata katika maeneo hayo, na tumesema kwamba tutakuwa na jitihada za pamoja kuhakikisha kwamba takwimu hizo zinarekebishwa ili tuwe na mkakati wa pamoja wa kutoa elimu na kutoa ulinzi, elimu ya wananchi kwa ujumla kufahamu haki za watu wenye ualbino na tuweze, taifa liweze kutoa ulinzi mahususi kwa ndugu zetu hawa.